Nusu fainali tunaanza na Gota pamoja na G Kibwengo. Gota, e unajua tu, si, City Rap Battles slogan yake ya msimu huu ni hood kwa hood. Gota anawakilisha hood ya Goba, si ndio? hivi Goba kule ni hood gani kule Mbezi ile, si ndio? Au ni nini? I don't know. Anyway, jamaa anatokea Temeke hapa, G Kibwengo. So tuna Goba, tuna Temeke. Let's go.

Niki washa moto, boy motoblaza stali kama hizi au chezi simba daima utabaki kwa ndezi. Stali kama hizi unamwagwa kama vile huji na kupoza ni kumeze kama wezi auni wezi aukomezi. Unatokea temeke leo blaza utahenda ezi nungu zangu hauchezi mana wanasema mini chizi hila anachofanya kwa kiingeleza ni crazy yeah. Yeah, yeah. Kwenye hii bato utasababisha udode Una koti kama jumba la kobe na afu unapua kama ngumi fai, kurap ka imbe bisquea dumi, uwezi hii mitindo na hili vazi lako, unaonekana umeazima kwa shoga yako Unatikisa kichwa na umekiweka chini, nisikize mimi nakupa madini. Mtu mzima kabisa leo na kuchakaza kwenye hiki paza dogo, jana kugaragaza. Una mitindo lakini mitindo akiwaki, e bwana, na kushangaa umetutimbia na traki, umevetu traki na hisoksi. E bwana, huyu mimi snepa namlenga na simkosi. Hataki kunonesha macho, anaona aibu, wakati Kibwengo tayari nshapadisha vaibu. Cheki jinsi gani kwenye bato na vunswaipu y yeah. Namdundisha taratibu ebwana, mtoto mzuri tunda kazabibu, bibu unajaribu mchezo wakati huna nguvu, uwezi kurapu hata upewe madufu, midundo na kukanyaga katika tungo. Wewe ni kima na hapa utatema ungo, unaficha sura wakati mrembo na kutazama kabisa, yaani huna magendo. Y yeah. yeah. So hiyo ni round ya kwanza ya, ya semifinal. Yeah. Okay. Songa unaenda na nani hapo? Bwana, raundi ya kwanza naenda na G Kibwengo unajua Jik, kama hey, tulivyosema hii ni freestyle battle. Na sio freestyle. Sio freestyle. Bwana, yeah. Uh, Gotta ana freestyle vizuri, ana mahesabu mazuri ukimsikiliza kwa makini, lakini G Kibwengo anakandamiza ana mchana kabisa na unavyomwona mchizi. Yeah. Kwa hiyo hii raundi ya kwanza mimi nampa G Kibwengo, amefanya vizuri. Okay. Kuliko gota. Makofi kwa G Kibwengo. All right. P. Mina toa sare. Sare, sare. Mansuli, sinza sta. Mina mpa G Kibwengo. G Kibwengo. So, round ya kwanza mshindi ni G Kibwengo. Wapi ilianza mic mara ya kwanza? Ilianzia huko sokoni. Okay, round ya pili tunaanza huko. Yeah. Nampoteza tena taratibu, anabaridi anatetemeka, dokta namtibu. Leo hapa yatakukuta masaibu, una maswali ninalo lako jibu. Mtoto mzuri unatingisha mikono, una ugonjwa gani mudogo janja? Ukisonono unaonekana kabisa, unatetemeka kwenye hii bato leo, mchizi na kuchepachepa. Umeinua kichwa leo, kuna kitu ambacho mtoto mdogo kabisa utafichwa, ya unaonekana kabisa, umesanda Acha kazi kauwe a mganga, kuwa mganga utumie usinga. Unaonekana mtoto mzuri kwanza, unalinga na videvu vyako ambavyo havina msimamo, huwezi kushindana na kibwengo we makamo, mtoto mdogo kabisa na kubamiza, sikiza jinsi gani na kukandamiza, nafana hip hop dogo janja unaigiza ana nuko tafikiri ya pizza, ana visendo naonekana kabisa, ana mwendo yani nampoteza kila engo, kakutana na mimi Kibwengo. Hebu toa hivi vikono kabisa, una malengo. Yeah, ah, yeah, umepewa sifa na hisi kama blaza na kofia, takuchiana mpaka ulifaa hiyo kofia, nilikuwa katuna kukadalia na kukadiria kama mtoto wa kike ni kukupangiria vizari ya tukingiza kama vile na kutongoza wezi kusimama umesha kufa yadu umesha hoza kama uisi we ni chaya moto hava na kupoza mana mina ongoza emeli blaza zedi ya na hoza shake it use ambavo flow na badi lisho mekuja jikoni mizari mimpishi check na kupika yeah blaza ulizani ni mvua manyunyu sasa leo nakupoteza kama umevamia masika tua mikono nyuma weka mbele uzo umekuja tua kofia chone kama umechana izo nywele unaniogopa nazikucha kwa sababu stari zako zinapokuja ni kama vile kipele, mapani kwangu tele na kupoteza kama siaji wa soka pana, anapokutana na pele. Huwezi kugusa blasa, kwenye ziswaga ni kwele, wale wanajua na kupoteza kama vile gele kwenye ngoma na kucheza michezo ya Sodoma. Huwezi kugusa huku umekoma, ya umekoma na umekonda kama vile mpuzi ambaye anauma ngoma. Okay, round ya pili, yo. Yes, judges. Uh, kwangu Gota alikuwa na advantage ya kuchukua hii round kwa sababu yeah, kila napomsikia vizuri nasikia amefanya vizuri alafu kuna yeah, wakati simsikii kwa usijui amefanya vizuri au vibaya yeah, yeah. So, sijajua Gota, nini kinamfanya asikikagi vizuri, sijajua nini lakini sauti mbona ipo okay. Uh, so, bado mi nitatoa sare kwa sababu hiyo. All right. Songa ya yeah, second round hii uh, G Kibwengo hajafanya vizuri. So yeah, nilitegemea Gotta atachukua kwa sababu uh, G Kibwengo ameluzi. Sasa, Gotta bahati mbaya, najaribu kumsikiliza lakini simsikii. Sijajua namna ya ya sijui, inakwaje sauti yake haisikiki ya vizuri. Wakati yeah. Kusikika vizuri ni kazi ya microphone. Sasa, sijajua ashiki vizuri microphone au inakwaje kwa sababu hiki ni kipaza sauti. Tunakishika ili sauti iweze kusikika. Sasa asikiki vizuri kwa hiyo tunashindwa kujaji kwa sababu hatuwezi kumsikia kitu anachozungumza sure. Kwa hiyo hii itakuwa pia kwangu mimi nitashindwa kujaji hii ni, ni sare pia kwa wote wawili okay. uh -huh. Yeah, mimi kwa sababu sikuweza kumsikia mchizi <coughs> lakini Kibwengo nimesikia tamalani mawili matatu so mimi pia nitampa hii Kibwengo. Okay, so kwa maana hiyo ina maana round ya kwanza alishinda overall G Kibwengo. Kibwengo round ya pili ni draw. draw. Ina maana G Kibwengo anapeka, si ndio? Yeah. Alright, shout out kwa G Kibwengo makofi kwake. Mwanangu Gotta karibu tena au sio? Hai.